Zaidi ya familia 1200 ambazo ni maskwota wanaoishi kwenye shamba la Kedong Ranch kaunti ya Nakuru wamepinga hatua ya kuhamishwa katika eneo la Mukuru, wakisema si salama kwa makazi ya binadamu. Wakazi hao wanasema eneo hilo halina maji, shule wala hospitali na hata barabara, kama anavyotuarifu Robert Masai. Hiki ndicho kipande cha ardhi ambacho wakazi hao wanapaswa kuhamia ni kilomita zaidi ya ishirini kutoka mji wa Suswa kwenye kaunti ya Narok. Usafiri hapa ni watabu mno, barabara za kuingia kwenye shamba hili zimesombwa na mafuriko. Eneo hili halina watu, labda wanyamapori tu ndio wanaweza kuishi hapa bila kulalamika. Limezingirwa na vilima na kila hatua unayopiga unapata maporomoko ya ardhi. Ni pahali penye ambaye tu haistahili kuishi na binadamu huko, ni pahali pa kufuga tu. Na mchakato wa kununuliwa kwa hekari elfu sita kutoka kwa shamba la Kedong Ranch na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni nane ili kuwapa maskwota hao ulikuwa umeanza, lakini kwa mshangao mkubwa, maskwota hao wakaarifiwa kuwa watahamishiwa eneo la Mukuru ambalo lina changamoto si haba. Wamepinga hatua hiyo wakisema sehemu wanakoishi kwa sasa ndio wamekuwa wakiishi tangu walipozaliwa, na ina historia kubwa kuhusu jamii ya Wamasai, na shamba ambalo wangepaswa kupewa ni hilo, wala si lile la Mukuru. hakuna mahali mtoto naenda shule na, na hakuna na, na mahali naaka makanisa sasa hapa naona ni mahali mbaya kabisa. maji nabeba mimi kama huko kwa maimayo, sitaki hapo. Hapo ni mbaya kabisa, hakuna mashule, hakuna mtu mwenye anaishi pale, hakuna barabara, hakuna hospitali, hakuna maji. Jamii ya shamba la Kedong imekuwa ikipambana na kesi kuhusu ardhi yenye ekari 96 tangu wakati wa ukoloni, ambapo wamewasilisha kesi katika mahakama ya bara Afrika nchini Gambia kulalamikia kunyakuliwa kwa ardhi yao, wakisubiri uamuzi wa, wa kesi hiyo kwa matumaini kuwa itatia kikomo dhuluma ya kihistoria ambayo imedumu kwa miaka na mikaka. Ni hapa ndipo safari ya kuhamishia wakazi hao itaishia. Hata hivyo wakazi hao wamepinga vikali hatua hiyo, wakisema eneo hili si salama kwa makazi ya binadamu ikizingatiwa kuwa uporomoka mara kwa mara kila mvua inaponyesha. Robert Masai, Runinga ya Citizen, Mukuru, kaunti ya Nakuru.